Welcome back to camelAgri TV. Na kama unavyojionea mpenzi mtazamaji, tupo na kilimo cha majani ya kunde. Bwana ili zao ni muhimu sana shambani kwako kama unavyoliona. Uzuri wa ili zao ni kwamba ukilipanda kwa mfano hapa mimi tuko tumepanda mchicha umeona. Kwa hiyo over time kama ndivyo wanasoma kwenye geography ni kwamba ukipanda zao moja muda mrefu ardhi inaharibika. Kwa sababu uzuri, ukipanda majani ya kunde, cha kwanza yanapendwa na wateja, pili inasaidia ardhi yako kupata rutuba. Maanake kama hapa nikishatoa na sasa nikapanda zao lolote, alikaendelea na uzuri. Yani sihitaji kumwagilie sana, unaweza ukalimwagilia sana, lakini pia linastahimili. Kwa kama mtu unapenda kilimo na unamishemisha ili mzao, na kushauri lilime, yani kwa sababu utakuwa na mwagia maji hata mara moja kwa siku tatu. Unaona bwana bwana, ha kutawangu moja hapa ku so, kuna mazao mengine, mvua zimenyesha, naona kuna majani majani